Mimi natoa maj, kwa majina naitwa Simba Marara e, nasambaza sauti kwa ulimwengu ya kwamba tunatangaza tunashukuru rais yetu William Samoi Ruto, na leo tuko hapa Tana River County tunapiga uchaguzi ya chairman U, uchaguzi zimeenda salama, hakuna duduku yote. E, tumejichagulia vizuri chemeni yetu ya UDA muta, m, uchaguzi zimeenda salama, hakuna duduku yote e, tunashukuru kwa wale wamesimamia hii kazi e, Kahindi na, na Maura wamefanya kazi yao utaratibu vile itakikana kuna tunawashukuru, tunawashukuru hapa hao vile walitimiza kazi zao Tana River usiku na mchana, wa mama wa wazee wa vijana, wote walisema bila kuogopa UDA. Thank you very much, mpaka 2027, tunaanguka nao chimu moja. Rais umetukumbuka vizuri, na Rais tuko nyuma yako, usiogope, tunakusukuma mbele bila kuogopa. So ama uchaguzi zimeenda amani na sisi tuko na furaha sana ya kuchagua chama ya UDA. So hatuna wasiwasi kidogo, uchaguzi zimeenda vizuri na leo tunalala na furaha kuchagua chama cha UDA kupeleka juu mpaka 2027. Na pia tunachukuru MP mpi yetu Bidare eh, alituletea rais karibu mara nne na rais umetukumbuka vizuri. Na rais, tuko nyuma yako, usiogope, tunakusukuma mbele bila kuogopa. So ama, uchaguzi zimeenda amani. Na sisi kwa majina, naitwa Mohamed Bashir mkazi wa Bangal. E, leo tumekutana hapa Bangal Primary School kwa kupiga kura wa chama cha UDA na tunapiga kwa usalama kwa usawa na kwa haki. Na pia tunashukuru wale walikuwa wakisimamia hii kazi Mr. Maura na Kasungu Kahindi. E, ile kazi walifanya ni kazi muhimu sana ambayo sisi mwenyewe imeturudhisha kama wakazi wa Bangal ama wakazi wa Tana River. Kwa hivyo tunashukuru na kura tumepiga kwa usawa, makompyuta zimefika na makarani ambayo wametereniwa, tunaendelea kwa usawa Hatuna lalamishi na hakuna fujo ambayo ili iliokweko ilio ilio. Pia tunashukuru rais wetu kutoka aliingia, ametufanyia mengi, na bado tunahitaji kama sisi wakazi wa Bangal ama wakazi wa Bura ama Tana River, bado tunakuhitaji, tunatuka nyuma yako yako. Eh, kwa majina mimi naitwa Muhammad Nur Yusuf. Eh, tunashukuru serikali kuu kwa kuandaa hii uchaguzi na tunasema hii kazi ilianza asubuhi na mapema, na tunashukuru washikadau akina Kahindi na Mwaura wanafanya jambo la busara, na tunasema mheshimiwa William Samoei Ruto tuko kidete na wewe, Tana River iko nyuma yako, na tunasema sisi sote UDA kwa pamoja, na tunaenda sote pamoja mbele. Asanteni sana. Eh, kwa majina mimi naitwa Ismail Mohamed Adhan wakaji wa Bangali Tana River County. Eh, leo tumejitokeza ya kuwa tumebiga kura ya UDA. Eh, kituo ya Bangal Ward ni kutio 12 saba ni bila kubinga UDA amepita na kuna tano ambao ni ya kuwa Bangal Primary Mitiboma ya Garit na Boka na Kamaguru tumefanya uchaguzi na tumetimiza, ya kuwa na tumefanya na usalama kabisa na tumepiga kura mzuri ya UDA na tumemaliza. Kwa hivyo wale ambao wametumwa kutoka juu eh, kina Kaindi na Maura, tunashukuru wao, wamefanya wametufikisha kura mapema, sanduku mapema, na tumepiga kura mzuri eh, alafu tunashukuru ya kuwa rais wetu e, eh, William Samoei Ruto ame leo tume tumepiga kura kwa chama yake na hiyo chama chama yetu, na tuna saboti hiyo, na Bangale yote ni watu wa UDA Tana River yote ni watu wa UDA. Alafu tunashukuru rais ametufikisha huduma mingi tangu aliingia mpaka leo, na tunasema rais, karibu tuko na, tuko yuma yako.